Ili kuhakikisha sekta ya ujenzi inazidi kufanya kazi kwa ufanisi na kwa viwango vya juu vya kitaalamu Bodi ya Usajili wa Makandarasi CRB imeendelea kuwajengea uwezo wa makandarasi wote nchini kwa kuendesha mafunzo maalum ya maandalizi ya mkataba wa ujenzi yaliyofanyika kuanzia tarehe 8 hadi tarehe kumi Oktoba 25 hapa jijini Dodoma. Mafunzo haya yamelenga kuwajengea uelewa wa makandarasi wa ndani kuhusu maandalizi sahihi ya mikataba ya ujenzi, ufuataji wa taratibu wa zabuni na usimamizi wa miradi ni hatua muhimu ya kuhakikisha kuwa mikataba ya ujenzi inatekelezwa kwa kuzingatia uadilifu, uwazi na thamani ya pesa. Karibu kufuatilia kipindi cha mkandarasi wetu. Ni kuongozae katika kipindi hiki ni mimi Milembe Dashina. Mafunzo haya maalum ya maandalizi ya mkataba ya ujenzi yamefanyika kwa lengo la kuwaongezea makandarasi uelewa kuhusu usimamizi wa miradi, taratibu za zabuni na uandaji sahihi wa mkataba. Mafunzo haya yamelenga kuhakikisha mikataba ya ujenzi inatekelezwa kwa uadilifu, uwazi na kwa kuzingatia thamani halisi za fedha za umma. Kupitia mafunzo haya, washiriki wamepata maarifa ya vitendo katika makadirio ya gharama za miradi, mifumo ya ununuzi wa umma na kanuni za zabuni. Maarifa haya yanawawezesha makandarasi kuandaa mikataba bora, kupunguza migogoro wakati wa utekelezaji wa miradi na kuongeza ufanisi katika kazi zao za kila siku. Kwa ujuzi walioupata makandarasi wanatarajiwa kutekeleza miradi ya ujenzi kwa ubora na kwa wakati na kwa gharama sahihi, hatua inayochangia matumizi yenye tija ya fedha za umma na kutoa manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi. Mimi ninawashukuru sana CRB kwa kutuandalia mafunzo haya. Kwa msingi kabisa, kuingia kwenye mkataba Lazima tuwe tunajua vitu vya msingi sana, na hivi vitu vya msingi wengi wetu tumevifahamu tumevijua kwenye haya mafunzo. Kwa hiyo ninawashukuru sana CRB kutusaidia kutualika kwenye haya mafunzo na tumejifunza mengi kwa kweli. Na wito wangu kwa ambao hawajaweza kufika kwenye mafunzo haya, tu encourage wawe wanahudhuria, kwa sababu ni mafunzo ya msingi sana. Sisi kama wakandarasi tunajifunza vitu vingi na hivi vitu vitatusaidia sana kwenye kazi zetu, na kabla tujaingia kwenye mikataba yetu, ni vitu vya msingi sana ambavyo tunatakiwa tuvifahamu, ili vitusaidie kuingia kwenye mikataba ambayo inatija na tusiende kinyume na mikataba ambayo tunaingia. Yaani eh, mimi sio mzoefu sana, sio mkongwe sana kwenye industry, ni mpya lakini hii imetusaidia sana sisi wapya kwa sababu kuna vitu ambavyo mimi kama kampuni mpya nilikuwa sifahamu kulingana na mikataba. Ni mikataba ambayo, kuna vitu ambavyo nilikuwa ninachukulia juu juu, lakini kulingana na mafunzo haya niliyoyapata hapa, imenisaidia kujua vitu vya msingi ambavyo natakiwa kuzingatia kabla sijasaini mkataba wowote. Kwa hiyo, kwa wale ambao ni wageni kwenye, kwenye industry pia na washauri wahudhurie sana haya masomo. Haya mafunzo yanatusaidia sana sisi wapya, lakini pia tunapata experience kubwa kutoka kwa wenzetu ambao tayari wamekuwa kwenye industry kwa muda mrefu. Tumehudhuria mafunzo haya, yalikuwa mazuri, ni short course nzuri sana ambayo uh, imeandaliwa na Board of Contractors, uh, CRB, uh, kimsingi mafunzo yetu yaligusia sana masuala ya kuzingatia, vitu vya kuzingatia kabla ya kusaini mikataba ya ukandarasi, kumaanisha ukandarasi wa civil building na mingine. Kwa kweli nimepata mambo mengi mazuri sana. Uh, kikubwa sana ambacho tumejifunza au mimi binafsi nimekipata, kwa kweli ni namna gani ya kuweza kuwa competitive kwenye kuandaa BOQ zako kuna mbinu kadhaa wajizipata pale kuwa realistic na mradi kwa hivyo, vitu vimekuwa vingi lakini vya manufaa sana, na naamini vitaenda kunisaidia sana kuongeza uwezo hata kwa watu wangu katika kazi zangu hizo za ukandarasi. Nitaenda kuwaongezea knowledge zaidi, lakini pia wakati mwingine kozi kama ikitokea naamini nitaleta na vijana wangu zaidi waweze kujifunza zaidi, kwa sababu ni kozi nzuri sana kwa kweli. CRB tunawashukuru sana, ni jambo kubwa na zuri kwa sisi wakandarasi wa ndani kupata hizi skills au elimu <laughs> kama hizi ambazo tunazihitaji. Kwanza kabisa, napenda kutoa shukrani zangu kwa ofisi ya CRB kwa kutuletea mafunzo ya pre-contract practices. Tumejifunza vitu vingi ambavyo a tunafanya kama makosa. Tukianza na issue ya tendering, watu wengi walikuwa wanafanya estimation ili tu kuini vitu, lakini kiuhalisia tunatakiwa tufate procedure zote, kwa sababu tumefundishwa procedure za kufanya tendering, kuangalia uhalisia wa masoko na vitu vingine. Kingine, napenda kutoa wito kwa wakandarasi wote tujitahidi kuwa tunashiriki hizi training kwani zinatupa mafunzo mazuri ili kuweza kukuza soko la ukandarasi. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, mwezeshaji mkuu wa kozi ya maandalizi ya mkataba wa ujenzi alisema mafunzo hayo yameandaliwa mahususi kuwajengea makandarasi uwezo wa kufahamu kwa kina taratibu zote muhimu kabla ya kusaini na kutekeleza mkataba ya ujenzi. Mimi naitwa Injinia Emanuel Kachuchuru, nimekuwa hapa kwa siku tatu kama mkufunzi wa mafunzo kwa wakandarasi. Mada kuu ambayo tumezizungumzia kwenye mafunzo yao ilikuwa ni kuanza kujua hatua tano za mradi wote wa ujenzi na ni katika hatua zipi ambazo wakandarasi wanahusika. Na kwa hiyo tuliweka mkazo mzaidi kwenye maandalizi ya zabuni zao, namna ya kuandaa mahesabu, namna ya kuandaa bei ambazo zinauhalisia na ambazo zitamfanya mkandarasi akipata tenda anaweza akapata faida tuli, kwa hiyo tulikuwa tumejikita zaidi katika hilo kujaribu kuandaa na kuwafundisha na kuwakumbusha kwamba zabuni ni mkataba kati ya mteja na mkandarasi. Kwa hiyo mkandarasi anapaswa kuandaa zabuni yake vyema, ili akipata hiyo tenda aweze kuifanya vizuri na kumaliza katika muda unaotakiwa na ikiwa na viwango vinavyotakiwa. Lakini pia tulipata fursa ya kuwafundisha wakandarasi majukumu yao makubwa matatu kama wakandarasi, kwamba jukumu lake la kwanza ni kufanya kazi, la pili ni kuimaliza na tatu ni kurekebisha pale ambapo tutakuwa na makosa. Tulikuwa mjada na mjadala mzuri sana kwa kweli. Wakandarasi wengi wameonekana walikuwa na shauku kubwa ya kutaka kujifunza, na naamini kwamba wale ambao wameweza kujifunza yatawasaidia sana kwenda kuandaa tenda ambazo zina ushindani, na wale ambao wakupata fursa ya kuhudhuria, nadhani next time watajitahidi, wataji kufanya hivyo. Lakini kwa kweli kwa jinsi ambavyo eh, sekta ya ujenzi inavyokuwa ni vyema sana wakandarasi wetu wakapata fursa ya kupata mafunzo ili awasaidie kuweza kushiriki vyema katika zabuni zao. Mtazamaji, asante kwa kuwa pamoja nami na nikualike katika kipindi kijacho cha mkandarasi wetu. ni mimi Milembe Dashina CRB.